madini Profesa Sospita Muhongo leo amekutana na wakandarasi wa miradi ya umeme vijijini REA. Akizungumza kwa nyakati tofauti, Profesa Muhongo amesema wale wakandarasi waliofanya vizuri katika awamu ya pili ya mradi wa umeme wa vijijini watapewa kandarasi katika awamu nyingine. Ataka REA awamu ya pili miradi ikamilike mwezi wa tano. Ukichelewa kabisa ndiyo tarehe kumi na tano mwezi wa sita, huo umemaliza kazi zako. Ambaye hatamaliza kazi ya REA awamu ya pili atakuwa amejitoa kupata kazi REA awamu ya tano. REA tatu inaanza tarehe moja mwezi wa saba hata hivyo profesa muhongo amesema bajeti ya rea imeongezeka na kufikia bilioni mia tisa na arobaini kwa miaka miwili na inatarajia kupeleka umeme kwenye vijiji elfu mbili na mia tano bajeti tuliyoisoma bungeni ilikuwa na jumla ya shilingi bilioni 8 bajeti ya REA awamu ya pili bilioni 881 lakini baadaye zikaja zimeongezeka karibu bilioni 60. Kwa hiyo tuna karibu bilioni 948 hiyo ndio bajeti yetu na inaenda miaka miwili.